Tuangalie siasa, ambapo aliyekuwa rai naibu rais Rigathi Gachagua amezidi kukosolewa kutokana na matamshi yake ya hivi punde. Viongozi wa chama cha Jubilee kaunti ya Mombasa wametaja matamshi hayo kama ya kuwagawanya ama kugawanya taifa. Francis Mtalaki na taarifa zaidi. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amezidi kukosolewa na viongozi mbalimbali mbali nchini kutokana na matamshi yake ya hivi punde. Viongozi hao wanasema matamshi hayo yanaweza kulegawanya taifa na upinzani. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aheshimu wale viongozi amekunja, amewapata katika opposition, isije ikawa naye ametumwa kutugawanya katika opposition. Huyu jamaa hapate kura tukifikiria kwamba ni mmoja wetu. The deputy, former deputy president Rigathi Gachagua akiambia Matiang'i ya kwamba aunde chama chake country. Kwa hivyo saire Gachagua anaenda kuambia Matiang'i aronji chama, ni kama kuleta vita katika muungano wetu wa uh, chama ya uh, uh, uh, opposition. Wakiongea huko Mombasa wametaka wanasiasa kusitisha siasa za mapema na kumtetea aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza. Ngeomba tu ile heshima wamekaa na yeye miaka kumi, hiyo hiyo heshima ambayo bado yuko nayo, hiyo hiyo heshima iendelee. Yeye ni mwana Kenya, hata kama ameritaya ana haki za e, kikatiba kuzungumzia masuala ya nchi. Kwa hivyo anapoongea, sioni haja kwa nini waweze kumshambulia na kutumia lugha chafu. Kwa pati lider wetu. Kwa hiyo asipewe matusi, aheshimiwe kama vile wale wote ambao wamemaliza tamu yao wanaheshimiwa. Badala yake wanaitaka serikali kuhakikisha wametimiza miradi ya maendeleo badala ya kurusha vijembe vya kisiasa katika mikutano ya hadhara. Francis Mtalaki Wenga, ya yes Citizen.